Kila. Ala Kwa ajili hii. <laughs> Bora na wewe fanya ni nini? Katoka mbele ya Yesu. Yesu akasema, "Ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindani kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu." Kwa hiyo ndio hapo inasema big rich. Ni mkubwa. Lakini mbingu sifanye nini? Usiwone sitakwenda pale kanisani. Mimi ndiye tajiri pale kanisani. Wasio tajiri. Tajiri wangu huyu. Tajiri wa kanisa hivi huyu. Mi nataka inaonekana big rich. Labda wewe ni mjumbe wa shetani. Shetani anakudanganya na, na mambo ya dunia. Sisi hatutaki mambo ya dunia hata kitu hiki. Kwa sababu hivi tunaharibika sio sema weka hazina ambapo nondo -non na kutu wafanye nini? Amen. Kwa hiyo hazina yetu iko kwa Yehova. Na kama iko kwa Yehova, haiko mahali hapa. Jina Baba barikiwe. Ame, na tunaamini kwamba tuna usalama wa milele na vitu vya kiungu vya umileleni. Jina Baba barikiwe. Ame. Kwa hiyo shetani akikudanganya wewe ndio big rich. Nenda tu pale kwa Daudi hajaijua kwamba ndio Bwana ni msaada. Wewe sio msaada. Ndio. Wewe unatoa mkono wa kulia kushoto unapiga kelele. <laughs> <laughs> unatoa mkono wa kulia kushoto unapiga nini? <laughs> Yakobo yenyewe yeye yuyu. Yu. Wala hata huko nje hajafanya nini? Ukiwa unatoa mifuko mifuko unapiga nini? Hivi <laughs> tunavyotoa hapa ninarudishiwa na nani? Kama sipewe heshima Shetani asikudanganye kwenye mambo ya kijinga na mna hii, toa senti mbili, fungu la kumi, peni mbili, Mungu abariki moyo wako kuliko kutoa hapo. Kutoa na angalia ile mia tano kati elfu kumi alafu utoi kwa hivi <laughs> yaani unakuwa no mzito hata mpaka kutoa kweli, yaani <coughs> unakuwa mzito mpaka hata ufanya nini, kwa sababu maumbile yenyewe yanakataiki. Unachotoa sio nini, unasukumiza kwa nguvu. Naona tu mbawa bwana shemasi ameshika mpaka ufikie <coughs> wewe ni <coughs> <uchi. tos> amen. Banamanani ukipata Roho Mtakatifu waambie ya kutoa fungu la

Ingawa tunaweza kuwa na washiriki wengi kanisani. Tunaweza kuwa na hadhi kubwa ya kijamii katika ujirani. Tunaweza kuvaa vizuri zaidi, kula vizuri zaidi, lakini eh, Mungu kuhusu nafsi hiyo. Huwa hawa ni watu ambao hiyo damu haipo. Maana kama we uchi ile damu na bia na nini hapa haipo ndani yako. Amen. Haipo ndani mwa nani? Unaweza ukavaa vizuri sana kila kitu kaonekana clear kabisa. Ah, na mambo ya naina. Uwe. Na shetani huko ni mwana kupe. Hiyo sutu. Eh, nani alikushona mishona wapi? Jina la bali barikiwe. Bado wewe ni uchi uchi bila damu ya Yesu hauna kitu unachofaa.

Yesu wetu si wa mwaka wa kumi na tatu Mbana. Ni ule jana leo na hata... Ni ule jana leo na hata eh. Kwa hilo tunamjua na kujaje? Alikuja kwa jina la mwana, Son of Adam, Son, Mwana wa Adam, Son of God Mbana. Son of David, Mwana wa Daudi. Na sasa ni Son, Son of God. Kwa hiyo amekuja katika majina mangapi?

hana nini? Ulishaona kijana kicha yuko kule kwenye kwenye takataka Austin, hana nini? Na hivyo kanisa ambalo ni uchi halina nini, kwanza ajui kwanza. <laughs> Lakini Adam alijua kwamba yuko nini uchi. Na leo Mungu ametoa roho ya ufahamu ya kutambua kwamba uko nini? Oche. Tuangalie kwenye maswali na majibu. Kifungu cha 180. Amen. We we'll did get the first whether she was whether the conceive before the new Adam or not. Unaona unaona kwa kwa ya kwamba kama yeye alikuwa kama yeye alichukua mimba kabla hajajuliwa na Adamu au la. Hey. Kwa hiyo hawa alichukua mimba Biblia inasema kabla hajajuliwa. Tutaona kwa kwanza kama yeye alikuwa kama yeye alichukua mimba kabla hajajuliwa na Adamu au la. Kabla, sikiliza: kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani

Nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi. Now he didn't know that the day before. Sasa hakujua kuwa siku moja kabla. Something had happened. Kitu fulani kilikuwa kimetendeka. Something revealed to him that there was night. Kitu fulani kilichomfunulia kuwa yeye alikuwa uchi. And I heard myself nikajifiche. And he said akasema, who told kamu to did to do where night nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Mm. hazi do eat of the tree. Je, umekula we matunda ya mti iliyo kuambia usiale? Je, uwe barikiwe. Amen. Adam alikimbia kwa sababu mm, kilichomfanya akimbie nabii anaeleza. Amen. alipokuwa pale Edeni mm walikuwa uchi hawakujitambuaga kwamba hawako kwa uchi. Na basama katika ujumbe wa Edeni ya Shetani, walikuwa na utaji wa Roho Takatifu. Na kanisa leo liko na utaji wa roho nini? Hutakaa ujiko kuna kitu kinachoitwa uchi. Maana uchi nini? Hutakaa ujiko kuna kosa. Amen. Maana uchi nini? Hutakaa ujio yule amefanya kosa. Maana uchi ni nini? Hutakaa ujio huyo anasengenya anaibaga anafanya nini? Lakini mtu akitoka kwenye uchi un kwenye utaji wa Roho Mtakatifu anakuwa nini? Uchi. Anapokuwa uchi alivyo uchi ndiyo anaanza kupointi wengine vidoni, yule ni mwizi. Kuna stendi, kuna watu wanasemaga, huyo anayepita ni mwizi. Kumbe le anasema yule ni mwizi, ye ndiye nani? mii ni kweli, si hauniu? Kwa hivyo kishasike mwenye kanisa tetesi naisi uluba hayuko vizuri, huyu anayetamka mwenyewe yuko nini? Uchi. Sasa nabidi tuanze kuongea lugha inayoeleweka tuongea lugha inayofanya nini, lugha ambayo kwa sasa ina mashaka mm. Ulijuaje huyu hayuko vizuri? mm. Mungu alimuuliza Adamu, mm. kwa nini umekimbia bustanini? Akaambia nimekimbia kwa sababu mm. najijuona niko nini, nini. Uchi. Nani aliyekwambia uko na nani aliyekwambia huyu mtu yuko Ume, umepata api macho kujua huyo dada, huyo ndugu yuko uchi. Umepataje kujua huyo mtu mwingine, yule mwingine, yule mwingine, Amefanya umepataje kujua? Hey. Mungu alimuuliza Adamu. Eh? Umejuaje? <laughs> Umejuaje? <laughs> ukuwa wewe <Umejuanye> uko <laughs> uchi. <laughs> Na Tunajuaje, ndugu kaiba, ndugu kafanya ile, umejuaje? mm -hmm. umejuaje kama mm -hmm. kamoja tembelea na yule mjanja, yule mjanja aliyetembelea, hawa ndio <laughs> mjanja aliyetembelea kanisa leo <laughs> <laughs> unafunguliwa macho, huyu? Hapana, huyu mjanja yule, yule. Ndio maana nabii anasema ya kwamba kanisa liko nini? Alafu mtu ambaye ametembelewa na hawa ni mkosowaji, ni mchitaji wa ndugu zetu walioko duniani. Nabii anasema shetani hana mshale, ila anauta upinde anaopata kanisani, yeah. Anapata mtu special wa kusema Munuo eh, sio sahihi mm, na mwingine sio nini nani aliyekupa kazi ya kujua kwamba wewe huyo mtu yuko uchi. Mungu alimuuliza Adamu, "Ni umejuaje?" Amen. Alafu unasema ninaamini ngurumo saba. <tipas> Unaamini nina roho? Takatifu. <tipas> Lakini anasema kanisa ni nini? Uchi. <tipas> Woku pa ukaniona na ule utaji, utataka kutoka ardhi ulio. Na <tipas> Bwana. Alafu ardhi ya nani? Ya shetani. Ngoja nizungumze lugha ambayo haitakuulia njiani. Biblia inasema katika Wakolosai moja, kama sikusemi sasa sitakumbuka, lakini anasema anga